Nilimpenda hadi nikasahau kujipenda mimi mwenyewe, na hilo ndio kosa langu la kwanza. Karibu katika simulizi hii inayokwenda kwa jina la Alikuwa na Mke Mwingine. Na kama hii ni mara yako ya kwanza, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, maana tuna mengi ya kushia na wewe. Wengi husema ndoa ni safari ya pamoja. Hata mimi nami nilidhani nimepata abiria wakweli. Kwa miaka saba tulikuwa wapenzi wa shirika, kwa miaka saba tulikuwa wapenzi wa shirika, marafiki wa karibu niliamini tumepita yote, lakini kumbe bado ndoto ilikuwa haijaisha. Nilikutana na Thomas miaka minne baada ya kumaliza chuo, nikiwa nafanya kazi zangu za muda mfupi. Maisha yalikuwa magumu, lakini moyo wangu ulikuwa mwepesi kumpenda. Thomas alikuwa na ndoto kubwa alitaka kuanzisha kampuni ya IT. Alizungumza kwa matumaini makubwa, kana kwamba kesho ilikuwa tayari nzuri. Alinifanya nicheke, alinielewa kuliko watu wote, alinielewa sana. Hatukuwa na pesa nyingi, lakini tulikuwa na ndoto moja. Tulioana miaka mitatu baadaye, na maisha yalianza polepole, lakini kwa furaha ya dhati. Tulihamia kwenye nyumba ya kupanga huko Kimara, tulibarikiwa na watoto wawili, amani na neema. Kila siku ilikuwa kama zawadi. Tulikuwa tukikesha usiku mara nyingine tukipanga maisha yetu ya baadaye. Thomas alipata kazi nzuri katika kampuni moja ya teknolojia na mimi nikaanza kuuza bidhaa za mtandaoni. Kiufupi, tulikuwa timu kamili. Lakini hata katika kila furaha huwezi kuona kivuli kinachokuja mbele. Kuna siku Thomas alianza kuchelewa kurudi nyumbani, mara moja mara mbili alisema kazi zilikuwa nyingi. Niliamini kwa sababu alikuwa mume wangu, lakini moyo wangu ulianza kuhisi vibaya. Niliwaza labda amechoka, labda anajitahidi kwa ajili yetu. Nilikaa kimya tu, nilipika chakula, nikamlaza mtoto, nikajifanya mambo ni ya kawaida. Hakuanza ghafla tabia yake mpya, ila alianza na kutokujibu meseji zangu. Alipoteza tabasamu lake la kawaida, alizidi kuwa mbali kila siku, na siku nyingine hakuwa anarudi hata nyumbani. Nilijaribu kumuuliza kama kuna shida, akasema ni kazi tu, mpenzi. Nilimtazama machoni mwake lakini hayakuwa macho yale yale niliyoyazoea. Niliamua kuamini tu, lakini kuna jambo ambalo sikuweza kulizuia, maana moyo wa mwanamke hujua ukiona hadaiwa. Na usiku ule ndiyo ilianza safari ya uchungu katika maisha yangu. nilikaa kwenye sofa kwa dakika kumi, bila kusema, bila kupumua na hata nilijua kuna kitu hakiko sawa. Usiku ule Thomas aliondoka bila kunambia anaenda wapi. Nilikaa kimya, lakini moyo wangu haukuwa wa na amani. Ndio ulikuwa mwanzo wa mwisho wa kile nilichokiamini. Siku zilizofuata zilikuwa tofauti. Thomas alikuwa kimya zaidi, hakuwa ananitazama machoni, na kila mara akipokea simu alikuwa anatoka nje kuzungumza. Kila kitu kilibadilika, hata harufu yake. Kulikuwa na manukato tofauti kwenye shati lake mara nyingi alikuwa amevaa vizuri zaidi kuliko kawaida, hata siku za kawaida za kazi. Siku moja nilipochukua simu yake kuangalia saa, ujumbe uliingia, ujumbe ambao ulinifanya nikakosa pumzi, ujumbe ambao uliuvunjavunja moyo wangu. Ulikuwa umetoka kwa mwanamke ambaye ulikuwa umetoka kwa mwanamke ambaye halikuandikwa jina lake. Ujumbe ulisema, tutakuwa wapi leo jioni? Sina muda wa kusubiri kukutana na wewe, nimekumisi. Mikono yangu ilitetemeka, sikuamini macho yangu. Nilihisi baridi kama mtu aliyemwagiwa maji ya barafu usiku wa manane. Ila sikumuuliza chochote siku hiyo, nilikaa kimya tu, lakini moyo wangu ulilipuka kwa maswali. Nilijaribu kujiambia, labda ni kazi, labda ni rafiki tu lakini kila ishara ilikataa kunihakikishia kuwa yule ni rafiki ama yule ni mtu wa kazi. Lakini tabia zikaendelea kuwa mbaya, alianza hata kuacha kulala nyumbani mara kadhaa, alianza hata kuacha kulala nyumbani mara kadhaa. Kwa kisingizio cha projekti za usiku kazini. Mimi nilijua mwanamke huhisi, na pia nilijua kuwa kuna mtu mwingine, lakini nilitaka ukweli, si kuhisi tu. Nilifanya jambo ambalo sijawahi kufikiria kufanya katika maisha yangu. Nilimfuatilia siku ya Jumamosi, siku ambayo aliniambia anaenda kazini na si kawaida. Nilivaa vizuri, nikachukua pikipiki, nikamfuatilia kwa mbali kama polisi anayetafuta mwarifu. Alifika mataa ya Tabata, akaegesha gari karibu na nyumba yenye rangi ya bluu. Alishuka akiwa na mfuko wa zawadi, akatabasamu, kisha akagonga mlango. Sikujua ni nani alifungua mlango, lakini moyo wangu ulivunjika pale pale. Nilihisi kama ulimwengu umesimama. Niliwaza watoto wangu, nilijiuliza huyu ni nani na kwa nini amekuwa naye kwa furaha ambayo mimi nimeikosa. Nilijua lazima niendelee kuchunguza, nilitaka kujua kila kitu. Na siku iliyofuata nilirudi pale pale, lakini safari hii nilikuwa tayari kugonga mlango. Endelea kufuatilia episodi ya pili ili kujua kitu gani kiliendelea. Na kama ni mara yako ya kwanza kushiriki katika chaneli hii, usisahau kulike, kusubscribe na kushare, hata kutuachia comment kwa kile ambacho umekipenda na kile ambacho unahisi.